Hello, asalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuletea simulizi nama, na mkasa wa Masawe na mke wake Tumaini, na mimi ni msimuliaji wako Ngessa DTZ aka Mr Entertainment, yeah. Uh, Masawe na mke wake Tumaini walidumu katika ndoa yao takribani miaka kumi bila kupata mtoto, hivyo hii hali iliwa karimu sana iliyoafekti katika akili zao, lakini pia ndoo ilikuwa ya moto, kwani kila mmoja alikuwa anamshambulia mwenzio. Wao ndo na matatizo matatizo, hivi kwa migogoro kila siku ishi, lakini pia walikuwa wana ushirikiano, kushirikiana kwenda makanisani, msikitini, wapi, ili kuitatua ile tatizo, lakini pia ilishindikana. Ila baada tu kwa ya kwenda kwa mganga Kasongo, aliweza kuwasaidia kwa masharti yao kadha wa kaza, ambao wamepewa na baada, hapo, mama, tutu, maine, na baada ya hapo mama yetu Tumaini aliweza kushika ujauzito na baadaye aliweza kuzaa mtoto wa kike ambaye aliitwa Sara, alimpa jina hilo, lakini mtoto alizaliwa mkirema. Kirema, kirema wake ni wa homoni hizo, homoni uh, pia ilipelekea katika nshu ya jinsia, namaana alikuwa na jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Na cha ajabu zaidi katika hizo jinsia mbili zote zilikuwa aktivu, yeah. Hivyo Sada alipitia kipindi kigumu sana, kwani hakugewa zile haki zote za msingi kama mtoto, kama kupata elimu, kujumuika katika kucheza na wenzie na kadhalika. Yeye alikuwa ni mtu wa nyumbani tu, kwani wazazi wake walimstupisha, kwa sababu waliogopa, pengine akienda mashuleni, wapi, kwenye michezo, hivi na vile, wenzake waweza kumgundua, sababu alikuwa bado mtoto. Lakini tuangalie hapa kwamba Sara anakuwa Sara ni mkubwa sasa. Sara, Sara amepevuka. Yeah. Na hii sasa ndo inakuwa matatizo. Hivyo siku moja usiku, Sara akiwa amelala aliota ndoto fulani ya maajabu kidogo, lakini katika hiyo ndoto ali mjaji na baba ambaye alikuwa na meci katika chwa nini yala, kwa sababu nishakwambia kwamba Sala amefanyaje ameshapevuka na amekua na wakati huo babake <coughs> babake Sala alikuwa amesafiri kidogo kwa kazi, na tarudi baada ya wiki moja hivi. Nyumbani alibaki mama, lakini siku hiyo walitembelewa na mgeni. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, mtoto wa, ni mtoto wa nani wa mamake mdogo. Sara alikuja tu pale kama likizo hivi na vile na hivyo, Sara sasa alilala na huyo mtoto wa kike ambaye aliitwa Aisha. Sasa ona kinachoenda kutokea. Sasa usikose sehemu ya pili. Nawapenda sana hakikisha unanifollow. yeah, ni follow ya ni channel yangu, ili uwe wa kwanza kusoma simulizi zangu za maandishi, lakini pia za voice kama hivi. Shukrani.